Swali la mbunge wa Hai, Saashisha Elinikio Mafuwe, linauliza je, lini serikali italipa madeni ya walimu wa shule za sekondari waliohamishiwa shule za msingi? Swali hili linaendelea kutolewa majibu na mheshimiwa Zainabu Katimba ya halmashauri husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha mwaka 2017 hadi 2025 waalimu 1914 wamehamishwa kutoka shule za sekondari kwenda shule za msingi. Fedha iliyohitajika kwa ajili ya uhamisho huo ni shilingi bilioni 28 ambapo shilingi bilioni 122 mbili mbili zimelipwa na kiasi ambacho hakijalipwa ni shilingi milioni 859. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali itaendelea kulipa madeni ya uhamisho wa walimu kadiri ya upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, katika kwanza niwapongeze walimu wote wa msingi na sekondari kwa kazi nzuri wanaofanya ya kutoa elimu kwa wanafunzi wetu katika wilaya ya Hai. Mheshimiwa mwenyekiti, katika wilaya ya Hai kuna walimu 184 ambao walihamishwa kutoka shule za sekondari kwenda shule za msingi, wanaidai serikali sasa hivi milioni mia moja na ishirini. Ni lini serikali italipa madeni haya ya watumishi ambao wame, wamehama kutoka shule ya msingi kwenda sekondari. Swali langu la pili, Mheshimiwa naibu waziri wa TAMISEMI alikutana na watumishi wastaafu katika wilaya Hai na watumishi ambao sio waalimu, na wenyewe wanadai shilingi milioni 915 na tayari waziri alikusanya taarifa zao, lakini mpaka sasa hivi watumishi hao wastaafu na walioko kazini ambao sio waalimu hawajalipa fedha zao. Ni lini serikali italipa madeni kwa watumishi haya ambao yamekuwa ni kero kwao? Jibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua kazi kubwa sana na nzuri inayofanywa na watumishi wetu ikiwemo watumishi katika kada ya elimu, na serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba inaendelea kuboresha maslahi ya watumishi hawa muhimu. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba inaendelea kuchukua jitihada za kuwalipa stahili zao, na Mheshimiwa Mbunge tayari Mheshimiwa mbunge alinifata akanielezea madai ya watumishi hawa kutoka katika jimbo lake, na ninachoomba kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba jambo hili kwa, kwa sababu ulishalileta tunalifanyia kazi ili liweze kupata suluhu. Watumishi wetu hawa tunatambua kazi kubwa wanayoifanya na tunatambua kwamba wana kila haki ya kuweza kupata stahili zao, na tutasimamia ili tuweze kutekeleza kwa wakati jambo hili la kuwalipa stahili zao.